Karibu tuendelee kupeana habari na matukio mbalimbali yanayojiri kote ulimwenguni. Na sakata la kuzuiliwa kwa makamu mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa John Wagesa Heche, limeendelea kuzua mjadala mkubwa nchini na kimataifa baada ya kiongozi huyo kushikiliwa na maafisa wa idara ya uhamiaji katika mpaka wa Sirari Tarime, wakati akielekea nchini Kenya kuhudhuria mazishi ya mwanasiasa Nguli aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya Raila Amolo Odinga. Tukio hilo limeibua maswali mengi juu ya tafsiri ya uhuru wa mtu kusafiri, matumizi ya mamlaka ya dola, na nafasi ya demokrasia katika nchi yenye historia ya kudumisha misingi ya utu na heshima ya kisheria. Wakati mjadala huo ukizidi kupamba moto, idara ya uhamiaji imetoa taarifa rasmi ikieleza kuwa Heche alivuka mpaka bila kufuata utaratibu, huku upande wa Chadema na wafuasi wa chama hicho wakipinga vikali maelezo hayo wakidai kuwa kiongozi huyo alikamatwa na kuzuiwa kinyume cha sheria. Na sasa wakili msomi Peter Kibatala, ambaye amekuwa sauti muhimu katika masuala ya haki za kisheria nchini, ameibuka na kauli nzito akitaka serikali hutoa ufafanuzi wa kina juu ya tukio hilo, akionya kuwa ukimya na upotoshaji vinaweza kuhatarisha uadilifu wa taasisi za dola na taswira ya Tanzania mbele ya macho ya dunia. Lakini hebu tujikumbushe kidogo kuhusu tukio la kuzuiliwa kwa Heche na hofu kufuatia tukio hilo. Siku ya Jumamosi ya Oktoba 18 mwaka 2025, mchana, taarifa zilianza kusambaa kupitia mitandao ya kijamii na vyombo vya habari kwamba Heche alikuwa amezuiliwa katika mpaka wa Sirari akielekea Bondo, kaunti ya Siaya, Kenya, kuhudhuria mazishi ya Raila Odinga. Mashuhuda waliokuwepo mpakani walieleza kuwa maafisa wa uhamiaji walimnyang'anya pasipoti yake na kumtaka asiondoke bila kutoa sababu rasmi. Taarifa za awali zilidai kuwa kulikuwa na kundi la watu waliokuwa wakijaribu kumchukua Heche bila utaratibu, jambo lililosababisha taharuki kubwa mpakani. Baada ya muda mfupi, wananchi waliokuwepo eneo hilo walianza kujitokeza kwa wingi, wakipaza sauti kupinga hatua wa hiyo, wakidai Heche hana kosa. Hali ilianza kuchukua sura ya vurugu ndogo ndogo, na ndipo kundi la wananchi walidaiwa kumtoa Heche kwa nguvu mikononi mwa maafisa hao na kumvusha upande wa Kenya tukio hilo lilitafsiriwa li na wengi kama ishara ya hasira ya wananchi dhidi ya ukimya wa mamlaka na hofu ya kurudi kwa vitendo vya ukandamizaji wa kisiasa. Baada ya sintofahamu hiyo, idara ya uhamiaji ya Tanzania ilitoa taarifa rasmi kwa umma ikieleza kuwa Heche amevuka mpaka kinyume na taratibu za kisheria. Ifuatayo ni nukuu ya barua hiyo rasmi ya taarifa ya idara ya uhamiaji. Idara ya uhamiaji inapenda kujulisha umma kuwa leo tarehe 18 Oktoba ya mwaka 2025 katika kituo cha uhamiaji cha mpaka wa Sirari mkoani Mara, Mheshimiwa John Wagesa Heche ameondoka nchini kwa kuvuka mpaka na kuingia nchi jirani bila kufuata taratibu na kanuni za uhamiaji zilizoundwa chini ya sheria ya uhamiaji sura ya 54. Hivyo, idara ya uhamiaji inatoa wito kwa raia wa Tanzania na wageni wote wanaotoka na kuingia nchini kufuata taratibu na kanuni zinazoongoza uingiaji, ukaazi na utokaji wa watu nchini ili kuepuka kutenda kosa na kuchukuliwa hatua za kisheria. Lakini taarifa hii badala ya kuzima moto ilizidi kuwasha mjadala. Wafuasi wa CHADEMA walionekana wakitafsiri tamko hili kama jaribio la kulinda heshima ya taasisi ya dola, huku wengine wakisema ni kujipiga risasi mguuni, kwa sababu ushahidi wa mashuhuda na picha zilizo zilionyesha mba wazi kwamba Heche hakuwa amevuka mpaka kabla ya kuzuiliwa. Baada ya kuzuka kwa taarifa hizo, wakili maarufu wa haki za binadamu na mwanasheria wa muda mrefu wa upinzani Peter Kibatala alijitokeza hadharani akitoa tamko lenye uzito mkubwa wa kisheria na kimaadili. Kibatala alisema idara ya uhamiaji ya Tanzania inapaswa kutoa ufafanuzi wa kina kouma, wa kwa umma la sivyo uadilifu na weledi wake vitawekwa shakani kwa kiasi kikubwa. Kwa nini jamani Ninyi uhamiaji mmemzuia Heche kwa nini? Tunawalipa mishahara yenu, kwa hiyo tunadai kwamba wale wanaowaajiri wawe wawajibikaji kwetu. Kauli hiyo ya Kibatala ilivuma sana mitandaoni, ikipokelewa kwa hisia kali. Kibatala aliandika haya kupitia kwenye ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa Instagram akiwa ameeleza hisia zake. Kisa cha John Heche kimegusia hisia za watu wengi, si tu kwa sababu ni mwanasiasa maarufu Mazishi ya Raila Odinga yalihudhuriwa na viongozi wa kuu wa kuwa Afrika Mashariki na kati, ikiwa ni pamoja na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa, rais wa Uganda Yoweri Museveni, waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed na rais wa Ghana Akufo-Addo. Ushiriki huu unathibitisha heshima kimataifa kwa baba Odinga, na kuonyesha umuhimu wa uhusiano wa kisiasa na kihistoria kati ya mataifa ya jirani. Lakini ni kwa nini sakata la John Heche kuzuiliwa kuingia nchini Kenya kwa ajili ya mazishi ya Raila Odinga limekuwa ni jambo kubwa linalogusa watu wengi? Hii ni kutokana na historia ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na chama kilichokuwa kikiongozwa na Raila Odinga kule nchini Kenya kuwa ushirikia na ushirikiano mkubwa kwa muda mrefu, vyote vikiwa ni vyama vya upinzani ndani ya mataifa vilipozaliwa vyama hivyo. Sasa hebu tuangazie nyanja mbalimbali kutokana na tukio hili la hivi karibuni, tukio lenye kumhusisha John Heche na kuzuiliwa kwake na mamlaka ya uhamiaji. Tukio hili limeonekana kugusia msuguano kati ya mamlaka na raia, lakini pia limetokea kugusia mawazo ya wananchi juu ya muongozi lakini pia limetokea kugusia usawa wa kijamii na kisiasa, vile vile msukumo wa kihisia kwa watu mbalimbali. Na kwa kumalizia, sakata la John Heche limetupa funzo la thamani ya utu, heshima na uwazi katika jamii. Tukio hili linaonyesha kuwa haki za binadamu ni nguzo muhimu za kudumisha uhusiano wa kijamii, kisiasa na kimataifa. Lakini hebu tuangazie mtazamo wa wa kisheria juu ya ya ya ya jambo hili. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya kumi na saba kifungu cha kwanza inatamka kuwa kila raia ana haki ya kuishi popote ndani ya nchi, na ibara ya 17 kifungu cha pili inaongeza kuwa raia ana haki ya kuondoka na kurejea nchini. Hata hivyo, ibara hiyo inatambua kwamba utekelezaji wa haki hizo unaweza kupunguzwa kwa mujibu wa sheria kwa maslahi ya usalama wa taifa, afya ya umma, au kwa utekelezaji wa sheria nyinginezo zinazolinda ustawi wa jamii. Hii ina maana kwamba uhuru wa mtu kusafiri nje ya nchi si haki isiyo na mipaka unapaswa kutekelezwa kwa kufuata taratibu zilizowekwa na mamlaka husika. Kwa mujibu wa sheria ya uhamiaji ya Tanzania yaani Immigration Act sura ya 54, toleo la mwaka 2016, mtu yoyote anayetarajia kuondoka au kuingia nchini lazima apitie katika bandari rasmi ya kuingia au kutoka, yani designated point of entry or exit. Vifungu vya sheria hiyo vinaeleza kuwa mamlaka ya uhamiaji ina uwezo kuzuia mtu yoyote kuondoka nchini endapo anaonekana hakufuata utaratibu unaotakiwa kisheria. Kwa mfano, kama hajapitia ofisi rasmi ya uhamiaji, hana kibali sahihi, au safari yake inakiuka kanuni za ulinzi wa mipaka. Ikiwa kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na vyombo vya dola John Heche alivuka mpaka kinyume cha taratibu, yaani bila kufuata njia rasmi au taratibu za kibali cha kuondoka basi kitendo hicho kinachukuliwa kama uvunjifu wa sheria za uhamiaji. Kifungu cha 31 kifungu cha kwanza cha sheria ya uhamiaji kinataja kuwa mtu yeyote anajaribu kuingia au kutoka nchini kwa njia isiyo rasmi bila kupitia mamlaka ya uhamiaji anatenda kosa la jinai na anaweza kuchukuliwa hatua za kisheria. Hivyo hata kama nia ya yake haikuwa ovu, kitendo hicho kisheria kinaweza kuonekana kama kuvunja taratibu za mipaka. Aidha, sheria hiyo inatoa mamlaka kwa kamishna wa uhamiaji au afisa aliyeteuliwa kumzuia mtu kwa muda au kumrejesha katika utaratibu rasmi wa kuthibitisha nyaraka zake bila kumvua haki yake ya msingi. Hatua kama hizo huchukuliwa kwa nia ya kulinda usalama wa taifa na kuhakikisha kila raia anafuata miongozo ya uhamiaji inayolinda mipaka ya nchi. Kwa muktadha huu, tukio la Heche linaweza kuelezwa kama mzozo wa kisheria unaotokana na tafsiri ya utekelezaji wa sheria za uhamiaji, sio kama jambo la kisiasa. Sheria haimzuii raia kusafiri bali inataka safari hiyo iwe salama na ya halali kwa mujibu wa utaratibu uliowekwa. Hivyo mamlaka za uhamiaji kufanya ukaguzi au kuchukua tahadhari sio uvunjifu wa haki, bali ni utekelezaji wa majukumu yao ya kisheria. Kwa mantiki hiyo, suluhisho la tukio hili liko katika uwazi wa kisheria na mawasiliano kati ya raia na mamlaka husika. Mamlaka inapaswa kutoa maelezo ya utaratibu unaotakiwa kufuatwa, na raia anatakiwa kufuata taratibu hizo kikamilifu. Hivyo tukio la Heche linatoa fundisho la umuhimu wa kuzingatia sheria za uhamiaji na kuimarisha mawasiliano ya kisheria kati ya wananchi na dola ili kuepusha mkanganyiko na kulinda heshima ya utawala wa sheria nchini Tanzania. Naam, huo ndio ufafanuzi kwa uchache juu ya kile kilichoonekana kuendelea kwa John Heche na taarifa iliyotolewa na idara ya uhamiaji yenye kueleza kwamba John Heche alivuka mpaka kinyume cha sheria na kuingia nchini Kenya. Tafadhali tuandikie mtazamo wako kwenye hayo, lakini pia usiache kuendelea kutufuatilia kila wakati kwa habari zaidi kiganjani mwako.